Hatimaye Agather e, Atuhaire e, uyo raia wa Uganda ambaye alikamatwa na askari polisi e, Dar es Salaam amepatikana. Mekuaje unaambiwa, e, huyo binti aliyetekwa Tanzania amekutwa amepelekezwa kwenye mpaka wa Matukula karibu na Uganda. The Daily Nation, e imetoa taarifa hiyo asubuhi hii ikinukuu furaha za familia. Kwa upande wao, bwana Citizen Kenya wameeleza e, ya kuwa mwanaharakati wa Uganda Agata e, alikutwa ametupwa katika mpaka wa Tanzania na Uganda. Agata alikuwa miongoni mwa raia wa kigeni walokuja Tanzania ili kuhudhuria kesi ya uhaini inayomkabili mheshimiwa Tundu Lissu, akieleza kuwa alikamatwa akiwa Serena Hotel jijini Dar es Salaam. Baadaye taarifa zake hazikujulikana kwa familia yake wenyeji wake na serikali ya Uganda. Ubalozi wa Uganda nchini Tanzania uliandika barua jana kwa mamlaka ya Tanzania ikitaka kujua hali yake au kumtembelea huko aliko. Sasa, eh, hii taarifa kidogo imekuwa ni njema kwa sababu watu walikuwa na wasiwasi baada ya kuona, he, mbona sasa hadi wageni wenyewe wanatekwa? Hii hali inakuaje tena? Kuna eh, sintofahamu. Kwa hiyo bwana, binti amepata amepatikana lakini taarifa bado hatujajua kwamba amepatikana akiwa amepigwa namna gani, vipi? E, bado tunafuatilia tu, lakini ni taarifa ambayo ipo kwamba amepatikana, na hizo zote ni juhudi baada ya e, kuwa na maneno mengi, hususan pia serikali yake kuweza e, kupigia makelele swala hilo kuhusu yo mwanaharakati ambaye alikuja tu kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Kwa bwana, hiyo e, ni nguvu nyingine ambayo jeshi la polisi inatumia kunyamazisha watu eh, yani mpaka mtu mnamfuata Serena Hotel basi, nyinyi kweli mmedhamilia, na sio yeye tu, hata kuna yule mwenzake alikamatwa, alipigwa sana. Kwa hiyo mtihani ah, sana. Drop comment. Comment zenu manoma. bye bye